Assalamu alaikum warahmatullahi. Uh, tumebahatika kutembelea Mama Ngina na hapa uh, tumepatana na wajomvu community, watakuwa wanatuelezea kuhusiana na hizi culture zao ama tamaduni zao, kwa sababu uki, ukiangalia hapa unaona vyungu, unaona vyakula, lakini pia uh, kwa nini tuandike na mate na wino hapo, tutakuwa tunapata mhusika ambaye atakuwa anatuelezea yale mazuri. Mimi karibu, nataka kutuambia kitu swali. Naam. Niulize swali. Naam. Uh, naona kuna vyakula hapa tutayarishia vyakula gani labda? Kuna pilau, kuna chapati. Na. Kuna pilau, kuna chapati, kuna keki. Naam. kuna kachiri, kuna labania. mm -hmm. kuna maji baridi, kuna na juice. Uh, labda ni kuuliza mami ni vyakula gani ama ni vitu gani ambavyo ni vya asili ya Wajomvu ambavyo asili ya Wajomvu ni imeisha kwa sababu alikuwa tumepika kuna zile ndizi. yeah. kuna vitobosha maana vile vinapikwa kwenye viungo yeah. na viungo vyenyewe ndio hivi hapa mm -hmm. na hivi vingine hapa ni yale majiko, kama unafuga kuku unachukua na weka moto wakati wa baridi. Uh, shukrani sana. Uh, mtazamaji, tumepata kuelezewa mawili matatu kuhusiana na uh, vile vitu ambavyo viko hapa, lakini pia tutakuwa tunasonga mbele tunapata information zaidi. Uh, karibu. karibu na. Karibu. Uh, na mami, utajitambulisha alafu utuambie Uh, ni mambo gani yako hapa na labda matumizi yake ni gani na asili yao inatokana na wapi? Mimi uh, naitwa Daima Badi Mbaru. mm -hmm. Natoka Jovukuu. Jovukuu ndiko mahali ambako twatengeza hivi vyungu ambapo kutokea nyanya zetu, mm -hmm. zamani ndio likuwa vitu wakipikia hivi vitu. Hiki kama hiki, hiki mm -hmm. twaita kikango. Kikango hiki twafanyia mchuzi mm -hmm. Mchuzi ndio ha ukufanya hapa. mm -hmm. Alafu ukipika na hiki basi, mm -hmm. ukipika saa sita mpaka usiku utakipata chakula kikomoto vile vile, usikia? mm -hmm. mm -hmm. na hiki ni chungu mm -hmm. hiki ni chungu nacho Twapikia mchele, twapikia sima. Naam. matumizi yake ni vile vile kwa sasa twatumia hotpot lakini, zamani ilikuwa tukitumia hivi na chakula tukipika saa sita mpaka usiku nakipata kimomoto vile vile, na tunakula na wazee wetu, ndio walikuwa kipenda chakula cha kutoka hapa kwenye hivi vyungu. Na mami, ni vyakula gani vya asili wa, ya wajomvu? asili ya wajomvu alikuwa tukipika sima sima, zamani likuwa tukipika ya mahindi kabisa ya kutoka shamba twa yapondwa hasa kwa unga ndio twala, lakini kwa sasa ni hivyo mambo ya kisasa, lakini zamani nyanya zetu likua kipika hivyo na mchele. Ule mchele wa zamani ndio ulikuwa tukipika zile ati mapisori manini likuwa tukipika hao zamani, lakini sio sisi. Na vipi unahisi kwamba Uh, utamaduni kama huu unaendelea kupotea ama upo, na labda uh, ile meseji yako kwa watu kuhusiana na hizi tamaduni? Utamaduni wetu haupotei, maanake mpaka sasa sisi vijana tuendelea navyo na ukifika pale Mwembe Tayari. Nami. Pale utapata wamama zetu wako na hivi vitu wanauza mpaka leo. Walianza nyanya zetu, wakaja mama zetu, na mpaka sisi sasa pia tuendelea na hii kazi eh. Ah, shukran sana. Na mfano mtu waki, akitaka bidhaa kama hizi anazipata wapi? Ukitaka bidhaa kama hii pale Mwembe Tani kwenye Salamu wanne pale kuna mama zetu hapo wana soko na wanauza hapo. Uh, mtazamaji, ni kama ulivyosikia kutoka kwa mama yetu hapa, ametuelezea kutokana na zile tamaduni za, uh, za Wajomvu na pia vile um, ama matumizi ya vyombo kama hivi na sehemu ambazo zinapatikana. Kwa hiyo uh, tufuatilie Alibroker TV, tutakuwa tunakueleza mambo mengi yanayohusiana na tamaduni za watu uh, zile sehemu ambazo uh, ni za kuvutia na sehemu ambazo pia uh, utakuwa unapata information ya kutosha. Kwa hiyo shukrani sana, hadi wakati mwingine tena, maasalamu.